Tumeshukuru eh? Simba, wana Simba kwa angetuua viongozi wa Simba mimi naomba kitu kimoja na meneja sisi. Yaani viongozi wa Simba tafuteni kocha evu ya Simba sio kutafuta makocha sio nani? Nani, Simba eh, yale yale Fozi tena? Ah, wewe sio kutuchomesha. Yeah. Ah, hey, si fozi aje Simba. Wewe fozi aje Simba. Kocha kijana wa kwanza hatutaki. Watulize akili, kiwezekana matoro yake kwenye benchi, huko anamtafuta kocha kwa utaratibu. Tunataka kocha mwenye mafanikio. Sisi habari ya kuja kutetea makocha vieti, ana kocha mwaka mbele, sio kocha mwaka nyuma hatutaki. Sio kocha wale, Simba tumefika level kubwa, tuna uwezo wa competition na heshima aje apewe mifumo ya Simba, kwa maana sisi Simba club yetu ni kubwa, tunataka ubingwa

Kuna kitu kilikuwepo kitu huyu bwana kuondoka, baada ya Patev. Sisi tuna maono ya mbali, tuna macho ya mbali. Mimi sija kukataa kitu, afu afu club sinunge mkono. Mimi sija kukataa kitu, naulia wewe dede. Mimi sija kusema kitu oh, nis... eh, A, mimi. We, mimi ni club imekusikiliza. ah, mimi mimi nilisema kama kama kama ah, na eh, kukumbusha tukio bado nimesema eh. Nilishai kusema na nifanye eh. interview na wewe, ili tucheze dabi marefu atoka Ulaya hawajatoka Ulaya Watokamisi. Nani si mimi manda? Mimi hapa. Nani alifungwa? Ah, acha kufungwa. Mimi nikapita kisafi natokea. Mimi nilisema ni chizo dabi, marefu watoka Ulaya. Fofu amenisikiliza kijana huyu pia anajua marefu watoka Ulaya. Simba amenisikiliza tena. Kijana akasema, msitaki manager, nataka kocha huyu hapa. Sawa, Ekeni, lakini unajua mmefanya nini? Umefika yule pale. Tena nikasema mpanzo achunguzwe. Jana viongozi wametangaza wachezaji watakachunguzwa. Tunasikilizwa. Wachezaji wanataka. Wachunguzwa eh, wachunguzwa. Mimi mmoja mbona niambia hivi? Kama wangapi? Bwana natoa elimu, hii natoa elimu. Kabla ya elimu, wachezaji wangapi wanachunguzwa? Watachunguzwa wote ambao yaani nini kinaendelea ndani ya Simba? Inawezekana uchunguzi umefanyika akagundua kocha tatizo na bwana amemwacha. Inawezekana uchunguzi umefanyika amegundua kocha ndo tatizo. Unajua watu wanashindwa kuelewa. Hizi interviews si ndizo zifanya, hizi zinasaidia. Kuna baadhi ya magrupu ya Simba wanakwambia nyinyi, mnapenda kamera, si mnakimbilia kamera? Wanashindwa kuelewa, si tunavyozungumza ujumbe unafika kwa wachezaji, makocha na wana viongozi, wanafanyia kazi. Watu wanashindwa tu kuelewa. Mimi napozungumza kitu iki nahiki, tunawasaidia mawazo chanya kwenye magrupu ya Simba ao natofautu unaendelea Watu hawataki kina kistugu, si kina mandaa sasa wamebukia wapi? Sisi ni nani? Hawataki, kumbe kwenye magrupu mnavuruga, kwenye magrupu eh, kuna balaa wanakwambia ninyi ndio mnasababisha sisi tunasababisha nini? Sisi tunavyotoa maoni hivi, tunavyoongea kwa uchungu viongozi wanafanyia kazi maoni yetu, sasa angalia vitu ambavyo sisi tunavyovisema ndio viongozi wanavyofanyia kazi, wanaona kwa maana wanavyozungumza na vitu na kazi na ukweli ndani yake sisi lazima tufikishe ujumbe kwa viongozi, ujumbe wapate wajue sisi tunataka nini kwa sababu sasa hapa tunapata nafasi hii ya kuulizwa, kuhojiwa kuna mda mwanao anapata nafasi kama hiyo, nimekuja hapa Sinza Star, nipo na wanangu na Michael Mzumbe. Dukuduku langu nalitoa, mtu kaliona. Wewe uweze kutana na Mzumbe upe zako Mbeya huko vijijini huko, pako mpate Mzumbe saa ngapi? Siku ya mechi. Lakini tunapozungumza kama hivi, tunaleta impact na viongozi wanakuja kupata ujumbe matako ya mashabiki na, na, na, na wanachama. Yeah. Angewaua yule. Ah, kocha angewaua. Mtu si mtu. Mtu. Mtu si mtu. Ah, mafundi wa mpira hapo hapa. Wewe Mzumbe, njoo onyeshe. Mafundi wa mpira ona